Mijuwe la mtoto nakutumia alafu huku unakuja kufanya nini sasa kuja kuniona unajua mi nimeoa unanifaya huu ni muda wa mke wangu kurudi kuja kufanya nini huku bwana hebu ondoka utoke mlango ahukutoke man mlango mwingine gani toka huku

kuchukulia jamani, saa, kwani kuna ubaya gani? Sawa, badilisha nguo. Hapana, sasa kwa ngoja, nasikia wewe, kaoge kwanza, mimi ngoja niangalie huko, alafu ndakusaa ish anam mam, mama huku, ah, kuna panya sijui siku hizi. Kuna panya huko njoo muone. Nahisi kaingia hivi sijui. Si ndo naona vijiko vinaanguka vyenyewe. Osha vyombo. Sawa, mke wangu. Ukimchemshia mayai tu. Hata ukimchemshia mayai tu

Wetumia hiyo tu, si unachemsha mayai tu, unachemsha mayai, unataka sufuria kubwa zaidi. Eti mama, mi sioni <laughs> yeah. Hey, uh -huh. aja hivi vyombo cha mimi nikusaidie sasa, cha mimi nikusaidie tu, wewe hata usijali. Alafu nikutume kitu. Kana, nisaidie kunichukulia simu pale iko chumbani kwangu vale. Hey, chumbani pale, yeah, chum funa hivi vyombo na, kwani toka asubuhi naacha iwaw. Sasa unatafuta nini huko? Ah, kanichukulie na simu navo kutuma mimi, nataka unifanyie kitu changu hapo hapo m. yeah, mtu asikusaidie. Hey, hey. Unashindwa hebu nenda kanichukulie hivyo vitu. Mi nakupenda mke wangu tu, unashindwa kunielewa. Hohvoujaiona ujaiona sasa, nawe utakuwa utafuti kitu nataka uonyeshwe. Mangapi ngapi? Hebu fanya uchukue, mi na shida nayo. Basi angalia, umeona kwenye ile kabati pale mwisho kabisa. Fanya chapo basi, mi na shida nayo, fanya hivyo basi. Sawa, usijali. Nakuja basi ngoja niangalie.